Mwaka elfu mbili na ishirini na nne nilipata mwaliko wa kwenda kufundisha elimu ya fedha uh, kwenye kituo cha shirika la kimataifa la kutoa misaada la uh, Compassion kutoka Marekani, mkoa wa Iringa, sehemu panaitwa Ilula. Nilipofika nilikabidhiwa vijana, nafikini ni watoto kuanzia fomu 1 mpaka fomu 4, darasa la kwanza mpaka darasa la saba. Kwenye kile kituo ilikuwa ni bwalo kubwa, sehemu ambako walikusanyika, nafikiri likuwa watoto zaidi ya elfu moja nikaanza kuwafundisha elimu ya fedha. Pende kile nilifundisha kanuni tano za fedha ambazo ni muhimu kila mtoto au kijana kuzifahamu na kuanza kuziamini, kuziishi na kuzitendea kazi taratibu ili zimwandae kuja kufanikiwa kiuchumi kwa baadaye, na hizi ndizo ambazo nataka leo ni kushirikishe. Najua utamwambia kijana wako wa kike au wa kiume au binti yako, utamwambia pia mtoto wa darasa la kwanza, mtoto wa darasa la saba kwamba hizi ni kanuni muhimu kuweza kuzifahamu, kwa sababu zinamwandaa kuja kufanikiwa kiuchumi kwa baadaye. Kanuni ya kwanza nilifundisha kanuni ya kujitambua. Kujitambua neno pana, kujitambua ni kitu kikubwa, ni pamoja na kujua vipaji vyako, vipawa vyako, uwezo wako wa asili, kutambua unataka nini kwenye maisha, ndoto yako, malengo yako, matamanio yako na vitu ambavyo unatamani vije vitokee, okay, kwenye maisha yako. Ndiyo kujitambua, kwamba unajua unataka nini unajua hutaki nini. Niliwafundisha kwa undani na kwa kina wale watoto na walifurahi sana. Kanuni ya pili niliyoifundisha ni kanuni ya imani. Mafanikio ya kiuchumi hayaji tu kwa sababu unayataka, bali yanaanza na kuyaamini na kuamini jambo inaanza na kulifahamu ku, kuamini kitu usichokijua ni matatizo ya akili au ni ishara kwamba hujitambui. Huwezi kuamini kitu ambacho ukijui, huna taarifa nacho. Kwa niliwahimiza kwamba kwenye eneo hili lazima mtu uamue kuendelea kujifunza na kupenda mambo ya fedha ili yakutanulie imani yako ndani katika kuamini juu ya mafanikio ya kifedha. Eh, wale watoto walikuwa wananisikiliza na walikuwa wanapiga kelele sana ikitokea momenti za kushangilia nash safi kabisa. Kwa hiyo nawafundisha, lazima waamini watafanikiwa. Kwa sababu gani? Tafiti zinaonyesha kwamba mtoto anapokuwa mdogo e, chini ya miaka mitano, anapofikia umri wa miaka mitano, anakuwa amesikia maneno "huwezi", amesikia maneno "hapana", amesikia maneno negative mara elfu arobaini. Lakini anakuwa amesikia maneno chanya "ndiyo", "inawezekana", you can be rich unaweza kufanikiwa, na kadhalika, anakuwa amesikia maneno hayo mara tano, mara elfu tano peke yake. Unaweza ukaona gap lililokuwepo hapo mm? mara tano kwa mara elfu arobaini. Kwa maana hiyo mtoto anajikuta anazaliwa na anaamini maisha ni magumu, maisha ni ni, ni, ni ni vurugu. Anaamini kufanikiwa ni kitu kigumu na hakiwezekani anakuwa na negative faith ana imani negative kuhusu mafanikio. Kwa hicho ndicho ambacho nilikuwa najaribu kukibadilisha kuki kwenye mindset zao, na walinisikiliza uh, na walithibitisha kweli wame, wameelewa. Somo la tatu au kanuni ya tatu, kumbuka hizi nilifundisha kanuni tano za fedha ambazo ni muhimu kila mtoto kuzitambua, ili zimsaidie kumwongoza kwenye safari ya mafanikio kwa baadaye, ili aje awe mtu wa maana mwenye matokeo afanikiwe, pia on time, kwa wakati. E, kumbuka wao ni wanafunzi ambao wako chini ya ya malezi ya ile taasisi ya kimataifa ya Compassion, ndo nilikuwa nafundisha. Lakini pia kanuni ya tatu nilifundisha kanuni ya kufanya kazi, nikawahimiza wapende kufanya kazi na kujishughulisha, kwa sababu kazi ndio inazaa matokeo. Kazi ndio inaoleta pesa. Mtu asiyependa kufanya kazi hawezi kupata fedha. Kwa hiyo niliwahimiza kuhusu kupenda kazi. Wakati wa likizo kama wakifanikiwa kwenda nyumbani wa, wawe wanapenda eh, kuambia wazazi wao wafundishe kazi na washirikishe katika kufanya kazi na washirike katika shughuli za uzalishaji. Ni jambo la msingi sana ambalo niliwahimiza. Mm-hmm. Lakini pia kanuni ya nne ambao niliwafundisha, niwafundisha kuhusu kanuni ya nidhamu ya fedha. Sio, wanapewa pesa za matumizi, wanajikuta hawawezi hata kubudget, hawawezi kupangilia matumizi yao ya fedha. Kwa hiyo niliwahimiza juu ya swala so zima la kujua na nidhamu ya fedha, ili waweze kuwa na usimamizi mzuri wa fedha zao zile wanazopewa mm, na zile ambazo wanakuwa eh, katika kuzitumia matumizi tofauti. Nidhamu ya fedha ni muhimu, kwa sababu nidhamu ya fedha ndio inaamua mtu afanikiwe kiasi gani au asifanikiwe kiasi gani. Kwa sababu tunasema haijalishi unapata kiasi gani, kama kila unachokipata kinapotea, wewe ni mtu wa wa kawaida kawaida tu kama wengine, kwa sababu mwisho wa siku hatuangalii umepata kiasi gani, tunaangalia una uwezo wa kutunza kiasi gani na una uwezo wa ku kiasi gani ili kiweze kugeuka mbegu ya kuzalisha zaidi, na sio kutumia kwa sifa. Lakini pia nikawafundisha kanuni ya tano ya akiba na uwekezaji. Nikawahimiza kuhusu umuhimu wa kujifunza kwa kuanza kuweka akiba, lakini pia wasisite kuanza kuwekeza, kama wanaweza kuwekeza kwenye kununua labda mifugo, kuku, sijui mbuzi na kitu gani, au vitu vyovyote ambavyo wanaweza kuvifanya wajifunze kuwekeza. mm -hmm. Kwa hizi ni kanuni tano ambazo niliwafundisha wale watoto, kanuni ya kujitambua, kanuni ya imani, mafanikio ni ni imani, kama uamini kama utafanikiwa uweze kufanikiwa. Kanuni ya tatu nikawafundisha kanuni ya kufanya kazi. Mafanikio haya ni tu kwa sababu nayataka, ni kwa sababu umeyafanyia kazi kwa usahihi. Nikawafundisha pia kanuni ya nne ya nidhamu ya fedha na nikafundisha kanuni ya tano ya akiba na uwekezaji. mm -hmm. Je, ili somo na wewe unaonaje? Kama likifundishwa kwa watoto wako au shuleni kwako au kwa vijana wako au kwa watu ambao ni teenagers vijana, lakini pia linafaa pia hata kwa watu wazima e, wa vyuo na vyuo vikuu, vyuo vya kati na vyuo vikuu, wanaweza wakajifunza elimu hii uh -huh. Niambie kwenye comment, je umelipenda somo hili kwa kiwango gani? Do you wish pia vijana wako angelipata Share lakini wasikilizishe somo hili kwa ajili ya kuwa impact. Pandikiza mbegu hii, kwa sababu maarifa ni mbegu yenye uwezo wa kubadilisha mwanadamu kuwa kiumbe chochote na kuwa vyovyote na kupata matokeo yote. Thank you very much, this is Coach Amos. Wanunue pia vitabu, viko hapa kwa ajili yako ya kujifunza, ili waendelee kujifunza na kuendelea eh, kuwa bora zaidi kila siku. Learn more and live a great life. Thank you very much, this is Festo Amos, mwalimu na mkufunzi wa elimu ya fedha aliyethibitishwa na Benki Kuu ya Tanzania, yani Certified financial educator and trainer. Thank you very much. See you next time.